Tunaendelea na e, baada ya kuundwa kwa wizara mahususi kabisa ya kushughulikia masuala ya vijana, kumekuwa na matarajio makubwa kutoka kwa vijana wa Kitanzania kama ambavyo e, inajulikana kwamba zaidi ya asilimia sabini ya wa Watanzania ni wale ambao wana umri kuanzia miaka sifuri mpaka miaka arobaini na mitano na utaona kabisa kwamba kundi kubwa la watanzania ni vijana na hata ukitafuta ule umri wa katikati wanaita median age e, utagundua kwamba ni kuanzia miaka 18 e, mpaka 21, kwa maana ya kwamba tukitafuta wastani wa, wa umri e, e, wa katikati wa Watanzania, basi tutaona kabisa kwamba wengi ni vijana. Kwa hiyo Tanzania ni taifa la vijana na huu ndo moyo wa nchi ya Tanzania. E, maendeleo Uh, yanawategemea kundi hili kwa sababu ni kundi la wazalishaji, ni kundi ambalo pia limebeba kesho ya taifa letu. Sasa e, maswala ya vijana awali yalikuwa yanashughulikiwa na waziri aliyekuwa na, e, e, ofisi ya waziri mkuu, kazi, ajira, vijana na watu wenye ulemavu, yote hayo alikuwa anayashughulikia, lakini sasa e, swala la vijana limekuwa ni swala linalojitegemea likiwa na waziri wake e, Joel Nanauka na mtu ambaye Uh, ana rekodi ya kushughulikia masuala mbalimbali mbali ya vijana akitoa mihadhara mbalimbali akiandika uh, machapisho mbalimbali yanayohusu masuala ya vijana na hasa pia yakilenga kuhusiana na mafanikio uh, ya kiuchumi na sasa, yeye amepewa jukumu hili la kushughulikia masuala ya vijana nchini Tanzania. Tutazungumza hapa na vijana wenyewe kujua mtazamo wa vijana kuhusu matarajio kutoka kwenye wizara hii lakini pia wewe una, unawe unatufuatilia unayo nafasi pia kutuambia unatarajia nini hasa kutoka kwenye wizara mpya ya vijana. Unaweza kutumia namba yetu ya simu 0763809770. Tunao hapa eh, ambao tumewalika kwa ajili ya mjadala huu, Joseph Brighton Malekela ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa eh, African Leadership eh, Initiative for Impact. Eh, karibu sana eh, Joseph nam na tunaye pia Edward Masele ambaye ni kaimu katibu mkuu wa activista Tanzania, karibu sana nam. Na tunatamani na, kusikia kutoka kwenu kwa sababu mmekuwa vijana ambao mnaongoza taasisi, vijana ambao pia mmeendesha programu na mmeongoza programu mbalimbali zinazohusu masuala ya vijana, lakini nataka kwanza tuanze kwa e, kupata mtazamo wenu. E, mnaonaje baada ya kuundwa kwa wizara maalum ya kushughulikia masuala ya vijana tukianza na Malekela. Asante good luck. Uh, kwanza kwa upande wangu nadhani na pia kwa vijana ambao tupo kwenye space ya masuala ya kuchagiza uh, masuala ya vijana, hili ni jambo ambalo tumekuwa tukilizungumza muda kidogo, kwamba uh, ni vizuri wizara ya vijana ikawa, <coughs> ikashughulika na mambo machache kidogo, angalau maendeleo ya vijana na hata nchi nyingine nyingi inakuta labda ni mambo mawili labda uh, vijana na michezo, yani e, hivyo. Lakini sasa, kabla wizara yetu ilikuwa inashughulika na mambo mengi kidogo, e, umesema vizuri, ilikuwa ni ofisi ya waziri mkuu. Jambo mm. la kwanza ilikuwa inashughulikia swala la kazi mm. Hapo kwenye kazi hapo, kuna kazi yenyewe kwanza hapo yani it's double, kwa sababu ni very complicated issue alafu na vijana wenyewe, halafu una ajira ambayo ni changamoto nyingine mm. halafu na watu wenye ulemavu ambao na changamoto nyingine, halafu e, vijana ni jinsi ilivyokaa, ilivyokuwa ilivyokuwa composite, wizara ilikuwa ni idara. Kwa hiyo ilikuwa ni idara ya maendeleo ya vijana yeah. ambayo ilikuwa chini ya mkurugenzi, halafu juu yake hapo, kwa maana kila idara na mkurugenzi, halafu then naibu katibu mkuu, katibu mkuu then waziri Sisemi kwamba kulikuwa kuna uh, kwa maana ya kazi hazikuwa zikifanyika, lakini uratibu wa shughuli za vijana unapokuwa una idara tu ndio unashughulikia masuala ya vijana, kidogo unakuwa hauna uzito sana, kama ambavyo ingekuwa ni full ministry kama ilivyo sasa hivi. Kwa hiyo kwa upande wangu, naona ni kitu kizuri uh, na kwa kweli uh, M mimi nimefurahi kwa wasawali ambao tumekuwa kwenye space ya kupigania maswala ya vijana kuona maswala ya vijana yanapewa uzito kwa kuwa na wizara yake hmm. Na hili imekuja jambo ambalo ni very timely kwa sababu tayari uh, sauti za vijana zimekuwa zikipazwa mara kwa mara kuhusiana na, uh, uh, na kuwa na wizara yao, lakini cha pili uh, kuitoa kwenye ofisi ya waziri mkuu kuja kwenye ofisi ya rais, napo pia kuna ujumbe wake kwa maana ya kuona kwamba kiongozi mkuu wa nchi anataka kushughulikia na maswala ya vijana kutoka ofisini kwake kitu ambacho eh, ni, ni kuwapa ku, zaidi uzito vijana kwamba tunataka kuona masuala ya vijana yakifanyiwa yaki kazi zaidi, lakini pia uwajibikaji uh, wake chini ya ofisi ya rais moja kwa moja, lakini la tatu kupata kiongozi ambaye ni kijana katika hii wizara. Hiyo imekuwa ni changamoto ya muda mrefu hmm. <laughs> Unajua, hakuna kitu ambacho kinafurahisha kuona Uh, wizara ya vijana inaongozwa na mtu ambaye sio kijana. Kidogo inakuwa ni ngumu hata lugha wakati mwingine kuzungumza, hata ukienda kupeleka maswala yako yeah. Mnazungumza lugha ambayo haifanani kwa sababu uh, pengine ule uhalisia kiongozi anakuwa hauishi, kwakuwa eh, hayupo kwenye hilo kundi, kwa hiyo uh, kuna namna fulani kupata viongozi ambao ni vijana katika wizara na pia kunaleta ujumbe wake ya kwamba uh, uh, kiongozi wa nchi anatamani kuona maswala haya vijana, ya vijana yanashughulikiwa na watu ambao wanayafahamu vizuri zaidi. Kwa hiyo mimi matarajio yangu ni makubwa kwenye hii wizara mpya ya ofisi ya rais, maendeleo ya vijana uh, na ninaamini kwamba kwa, kwa kuweka chini ya ofisi ya rais lakini pia kupata viongozi ambao ni vijana, sasa, na kuipunguzia focus kutasaidia zaidi kuweza kuratibu shughuli za vijana nchini. Vipi kwa upande wako Masele? Asante. Mimi kwanza nipongeze kwa sababu ilikuwa kama shauku ya vijana kuona tunapata kitengo ambacho kinajitegemea ambacho kina dili na masuala ya vijana. Shauku yangu kubwa ni kuona matarajio mengi ya vijana ambayo tulikuwa tuna analyze hapo nyuma yanaanza kute, ya kute, kute, kute, kute, kutekelezewa au kutekelezeka kutokana kwa sababu yapo kwenye sekta husika na tuna, tuna kiongozi ambaye ni kijana. Kwa hiyo ni matarajio makubwa kulingana na, na ofisi yenyewe, lakini pia kuona utendaji kazi wake utakavyokuwa mm. mzuri kwa sababu anayesimamia ni, ni kijana na tumeendelea kumwona akifanya mambo mazuri kwa vijana huko nyuma. Sasa tunataka kuona uhalisia katika kile ambacho alikuwa akikifanya hapo nyuma sawasawa. So, so kabisa na hili tutaangalia pia vijana wanasemaje, wana, wana okay, mm -hmm. katika mikoa mbalimbali E, kwa mfano Morogoro, Dodoma, Mwanza, Lindi, Mtwara, Singida tumezungumza nao e, na wakatupa maoni yao. Tuanze na Morogoro, tusikie e, ni yapi hasa matarajio ya vijana baada ya kuundwa kwa wizara hii. Nina matarajio makubwa sana na wizara hii mpya, wizara uh, ya vijana na eneo langu tu nilisemeni kwenye uh, nyaraka zinazosaidia uh, kuongoza kwa maana ya mipango mkakati, sera miongozo mbalimbali mbali. Hapa awali tulikuwa ni wizara ambayo ilikuwa ofisi ya Waziri Mkuu, maana yake sera au mpango mikakati pamoja na, na miongozo ilikuwa inaandikwa katika ulinganishwaji au katika ujumuishi na mambo mengine ambayo ilikuwa iko pamoja nayo, kwa sababu ilikuwa iko na maendeleo. Kwa hiyo tunatajwa tu vijana kama sehemu ya sera fulani, kama sehemu ya mpango mkakati fulani, au kama sehemu ya sehemu ya mwongozo fulani, lakini sasa hivi inaenda imeundwa wizara ambayo itaundwa eh, sera inayozungumza vijana kama vijana amba na ambayo najua likuwepo ile ya 2007 ambayo imehuishwa, imeanza mchakato wake wa kuhuishwa mwaka 2021 tunaita 2024 na lakini ulikuwa unakuta ikina inapotajwa haipewi nguvu kwa sababu mamlaka zinazoisimamia zina majukumu mengine ya kusimamia, lakini sasa hivi kama ni miongozo, miongozo inakuwa ni ya hiyo tu. kama ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, mpango mkakati unaundwa, ni mpango mkakati wa vijana na waziri anayesimamia vijana hana lingine kusema eti alichoka au alikuwa na mambo mengi ya kuangalia tena s masuala ya jinsia. Zee, sasa ni vijana, ni vijana kuanzishwa kwa wizara mpya ya vijana. Sisi kama vijana tunatarajia kuongezeka kwa fursa, hasa kwenye upande wa viwanda vidogo na ujasiriamali. Kwa mfano, tumeona vijana wengi wanahangaika sana kwenye swala zima la kupata mikopo, kwa sababu sheria zimekuwa ni ngumu na ni nyingi, lakini bila shaka kuwepo kwa wizara hii itatuangalia kwa jicho la pili na kusaidia kupata mikopo kwa urahisi zaidi. Kwa hiyo kuwepo pia kwa wizara hii tunatarajia pia kuwepo, kuwa ni mlango wa moja kwa moja kwa vijana kuweza kupeleka changamoto ambazo tunazipitia katika maisha yetu ya kila siku. Kama kijana ninaona hii wizara mpya ya vijana iliyoanzishwa, uh, kwa sasa hivi ni kitu kizuri ambacho serikali imeamua kufanya kwa sababu vijana tutaweza kusema shida zetu moja kwa moja na zitaweza kuwafikia viongozi wa juu na kuyatatua matatizo yetu kwa uharaka tofauti na mwanzo. Huenda mwanzo ilikuwa ni kazi inakuwa nzito pale ambapo vijana wanatoa changamoto zao, lakini lazima zipitie steji mbalimbali mpaka ifi, ifike kwa viongozi wakubwa. Lakini kwa sasa hivi kwa sababu tumeshawekewa sehemu pa kuanzia, kwa hiyo tunajua ni nani tunamfuata, ni nani tunamwambia, na yeye atatuwakilisha vizuri. Pia kwa waziri ambaye amepewa nafasi hii, ni waziri mzuri ambaye ameonyesha tangu mwanzo, kabla hajachaguliwa kuwa waziri, ameonyesha ushirikiano mzuri pamoja na kwa vijana, kwa vijana wengine. Hivyo basi, yeye amekuwa mfano mzuri katika kuwalea vijana, na natumaini atatuwakilisha vizuri na atatusaidia kitaifa. Nam ni vijana mkoani Morogoro wakieleza matarajio yao. Lakini kabla tujaendelea zaidi, tutazame kwa upande wa Dodoma. Tunashukuru sana serikali kwa sababu sisi kama vijana tumeweza kupata platform ya kuweza kusema shida zetu sisi kama vijana ambavyo viaweza sisi kutusaidia sisi katika kujenga na kuhudumu katika nchi. Kabla ya hapo, wizara ya vijana ilikuwa imechanganywa na wizara zingine nyingi ambayo ilikuwa ndani hapo. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu sana kufikia matatizo ya kijana mmoja mmoja na kutatua hayo matatizo. Kwa hiyo kutengenezwa hii specific sekta kwa ajili ya vijana inaweza ikawa rahisi sana kwa vijana wengi ku, ku, ku, ku, ku, ku, kutoa maoni yao, kufikisha ujumbe, kutoa kero ambazo zinawatatiza zina, zina, zina katika kufanikisha kufa, kujiletea maendeleo yao. Kwa maoni yangu kutokana na hii wizara ya vijana ni kwamba itakuwa ni kama daraja ambalo daraja la fursa ambalo linaunganisha serikali na vijana, ambapo tunakuwa tunakuwa tuna uwezo mkubwa wa kupata fursa kwa haraka na katika wakati sahihi. Kwa programu ya wizara ya vijana naona kwetu inaita tija, kwa sababu na mambo mengine sisi kama vijana unakuta labda sometimes hamsikilizwe. Kwa hiyo hapa programu nahisi itakuwa ni nzuri sana kwetu sisi na kutusaidia kupeleka shida zetu na kusikilizwa. Kwa maoni yangu juu ya hii wizara naona kwamba ita, itakuwa kama platform ambayo itakuwa ina muunganiko kati ya sisi vijana pamoja na serikali ambayo itatupa fursa ya sisi kutoa maoni yetu juu ya changamoto zetu na vitu ambavyo tunapitia kwenye jamii na pia itatusaidia pia kuwa kama daraja la sisi na serikali kuwa na muunganiko au ile associationship kati yetu na serikali. Kabla ya hapo kuwepo kwa hii wizara, tulikuwa vitu vyetu vingi au changamoto zetu nyingi tulikuwa tupeleke sehemu yoyote, lakini kuanzisha kwa, kwa hii, kwa hii wizara imeweza kutusaidia sisi hii changamoto tuipeleke sehemu ambayo nihusika na tuweze na yale mawazo yetu na changamoto yetu yaweze kusoviwa kwa haraka zaidi. Kwa upande wangu mimi naona yuko vizuri kwa sababu itawasaidia vijana kufikisha changamoto zao, pia hata kwa sisi wanachuo itatusaidia Yeah, kwa sababu changamoto ni nyingi na kuzifikisha eneo husika inakuwa kazi. Kwa hiyo hiyo wizara mimi naona iko sawa, tuna itasaidia. Na tumeona uh, wa, vijana wakizungumza na <coughs> angalau tu kwa sehemu tumeona shauku yao na matamanio yao. Mnadhani kipi hasa vijana wa Tanzania wanakitarajia kutoka kwenye wizara hii? Uh, Brighton Asante, uh, kwanza natamani uelewe uh, kwamba wizara ya vijana kwa jinsi ilivyokaa inaweza isiwe na majibu ya masuala yote moja kwa moja. Kwa mfano wamezuza vizuri wenzetu hawa Dodoma na Morogoro mm. kwamba tunatamani kuona uh, mambo yetu yakisikilizwa, changamoto zetu zikisikilizwa. Kwa utaelewa kwamba hii ni wizara ambayo inapaswa isikilize zaidi watu. Wakati mwingine atakuja mtu ana shida ya changamoto labda ya masuala ya kazi mambo ya kazi ya yako kwako, sindio? Yeah. Si hapo wizara nyingine, maswala ya ajira yapo mm. sehemu nyingine mm. maswala ya uwezeshaji wa asilimia kumi hata kama ni za vijana lakini zipo kwenye halmashauri mm. na ambaye ana ya halmashauri nitamisemi, sindio? Yeah. Yeah. <coughs> Kwa hiyo, kuna namna fulani uh, ni kama uratibu fulani hivi kama kuna jambo hili linahusu vijana na pengine jambo hili linahusu wizara ya fedha basi ni jukumu la waziri kuyasikiliza halafu kufanya coordination na waziri wa fedha ili mshawasi mambo yawe vizuri. Mm. Kwa hiyo, kwangu mimi nadhani uh, tunatasubiria kwa hamu sana kuona namna ambavyo Wizara yetu ya Vijana inakuwa na mpango maalum wa kusikiliza vijana hasa kwa hii kwa, kwa, kwa kipindi hiki ambacho tunasema karne ya 21. Karne ya 21 mm. inaonesha maeneo mengi duniani. Hakuna option zaidi ya kusikiliza vijana kwa sababu vijana wana changamoto nyingi na wak, wasipoona wakiwa wanasikiliza kuna madhara yake vile vile. Mm. Kwa hiyo naona mheshimiwa waziri ameanza kutembelea maeneo mbalimbali kukaa na vijana. Hiyo ndio kitu ambacho tunatamani kuona, kwa sababu wanatamani wajione wapo karibu na serikali na wapo karibu na viongozi, wanaweza kuzungumza nao wakati mwingine si lazima uh, yani unajua kipindi cha mchakato wa dira hmm, bwana tumeshiriki naye tume ya dira imefanya imefanya consultation nyingi sana maeneo mengi, imefanya mijadala na nini, watu tumeenda, tumezungumza. Mawazo yetu sio yote yamechukuliwa, lakini ile opportunity ya kwamba na sisi tulipata fursa ya kwenda kuenda kuzungumza masuala ya dira hmm. Kuna mtu namna fulani anajiona kwamba na mimi nimechangia, nimechangia yeah, dira kumisa, imekuja. Yes, e, dira imekuja, unakuta kuna mambo yamewekwa pale yanafanana fanana ya kwako, unaweza ukadhani nini yako ambayo yamewekwa, kumbe ni mtu mwingine ambaye alichangia. Sasa kwa upande wako, uh, awali tugusia idadi kubwa ya vijana, unadhani uratibu unaweza ukawa kwa namna gani pia ili fursa ipatikane karibia kwa wote? Asante. Moja ni matarajio yetu kwa waziri ni kuunganisha doti kwamba tukiona vijana wengi ambao wamezungumza, wame ukianzia Dodoma, Morogoro, shauku kubwa ni kuunganisha zile gepo ambazo zilikuwa hazipo. Kwa jukumu kubwa ambalo waziri anaro ni kuhakikisha kwanza anasikiliza, lakini pia kuhakikisha zile kelo ambazo anakutana na, na za vijana anaweza kuzitatua. Lakini pia ukiachana kuzitatua wale vijana wenyewe wawe shirikishi kwenye hizi, hizi changamoto, kwa sababu unaweza ukasikiliza lakini usizitatue. Kwa hiyo shauku kubwa ni kuona zile changamoto zote ambazo vijana wanazo mm. Moja anaziunganisha anaunganisha kutoka doti, kwa sababu kama Mr. Marekani alivyozungumza kwamba kuna changamoto nyingi ambazo zimeganyika kutoka na maeneo, kuna maeneo ambayo inabidi zipelekwe kwenye wizara fulani zipelekwe kwenye wizara fulani. Kwa kama waziri, tunategemea kuona zile changamoto zetu anaziunganisha doti kutoka kwenye sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Na ndio zinakuwa haraka, kwa sababu kama tuna, tuna, tuna, tuna, tuna mtu ambaye anafanya kazi kwenye eneo moja, tunatamani changamoto yetu sichukue muda mrefu mm. ili iweze kutatuka changamoto zinapokuwa kwa muda mfupi, na tunaona sasa maendeleo ya vijana, kwamba kumbe hii wizara ina faida kuliko iwe wizara, halafu tuna changamoto tunakutana nazo, tunazianalizi kama vijana, lakini zinakaa muda mrefu bila kuwa na utatuzi. Hivyo pia bado tutarudi na maswali mengi kujiuliza kwamba, je, wizara hii inafanya kazi? mm -hmm. Lakini kama zinafanyiwa kazi kwa wakati, kwa sababu majukumu walionayo sasa yamepunguzwa, yamekuwa mm -hmm. ni machache ambayo na dini na vijana tu mm -hmm. inawezekana tukapata uharahisi na uharaka wa utekelezaji wa majukumu yake mm -hmm. na mtu angalie sasa uh, vijana wa Mwanza wana lipi la kusema kuhusiana na matarajio yao. Kwa majina naitwa Fredi Seleli, ni kijana kuundwa kwa wizara mpya hii ya vijana, kwanza mimi kama kijana nimeipokea vizuri, lakini kuna vitu ambavyo natarajia kama wizara ingeanza navyo mapema. Kitu kikubwa nachotamani kwanza, wizara ikae na vijana izungumze, kwa sababu kiangalia vijana tunapitia changamoto nyingi sana. Vijana tunapitia na changamoto ya ajira, lakini pia vijana tunapitia na changamoto nyingi nyingi, ambazo hizi wizara zikitufikia moja kwa moja zitasaidia kujua sisi vijana tunapitia changamoto gani. Kwa hiyo kuundwa kwa wizara ya vijana ni muhimu sana hasa na wame, kama serikali naweza nikawasifu kwa hilo, kwa sababu wamegundua, tutakuwa na sehemu ya moja kwa moja kwenda kusemea changamoto zetu, tofauti na kipindi cha nyuma tulikuwa tunashindwa sisi kama vijana twende sehemu gani tukazungumzia zile changamoto ambazo zinafanyaje zinatukumba sisi kama vijana. Kwa hiyo kuundwa kwa wizara hii tunatamani kwamba hii wizara itakuwa inashughulika na sisi moja kwa moja kama vijana, wajue vijana tunapitia, tuna changamoto gani lakini pia waangalie njia gani ambazo wanaweza katuwezesha sisi kama vijana, kwa sababu ukiangalia vijana, changamoto kubwa ambayo inatusukuma sasa ni kuhusiana na changamoto ya ajira. Kwa hiyo wizara hii, ukiachana tu na changamoto ya ajira, ije kwetu moja kwa moja, ijue tunapitia changamoto gani hasa na mbali na Mwanza tuangalie pia Lindi na kisha Mtwara. Moja kati ya matarajio yetu katika wizara ya maendeleo ya vijana kuweza kutuondolea changamoto ambazo sisi kama wahitimu au vijana tunakumbana nazo, haswa haswa ni changamoto ya kukosa ajira. Kwamba tunaona sisi wahitimu wa vyuo au vijana wengi wanakosa ajira baada ya kumaliza masomo yao. Mtu anaweza akasomea udaktari au uandishi wa habari baada ya kumaliza chuo anaweza yani, asiwe na kazi ya kufanya kutokana na hicho kitu anachokisomea. Kwa vitu ambavyo ninavitarajia, kwa mfano ajira eh, tunavitegemea katika vijana, uwezeshaji eh, wa mikopo kama vile tunaona mikopo kweli inasema kwamba kuna mikopo. Lakini kwa mfano mama alitoa mikopo eh, watu walijitahidi kujitokeza, wakachangia baadhi ya gharama fulani, lakini sema kweli ile mikopo hamna aliyopata. Kwa hiyo kama wameamua wami kupanga wizara hii kuanzisha wizara hii, basi vile vitu ambavyo vinaanzishwa basi visimamiwe ili vitekelezwe, isishiwe tu njiani kwamba eti vimefanya hivi, afu mbele havimaliziki. Matarajio yetu katika kuanzishwa hiyo e, wizara ya vijana, tunatarajia kwamba wizara itakuwa na mfumo au itakuwa na sheria maalum ambayo itawafanya vijana kuweza kuajiliwa, mfano kuwa na intern ambayo itawawezesha vijana kupata ajira hata kama isiwe ya moja kwa moja, ila itawasaidia wao kupunguza ule wingi wa vijana ambao wamesoma kwa mtaani. Wizara yenyewe tunafahamu ya kwamba eh, bado namba zinatuambia kwamba vijana ndio wengi zaidi eh, hapa Tanzania lakini tuna vijana wa aina mbili. Tuna, e, tuna vijana wa awali ambao wanaanzia miaka 15 mpaka 35, lakini tuna vijana wapevu ambao wanatoka kwenye hiyo 35 mpaka 45. Lakini tuna vijana wa mijini na tuna vijana wa vijijini. Kwangu mimi, pamoja na mambo yote ambayo wizara hiyo ya maendeleo ya vijana itayafanya, kwa mfano uwezeshaji wa kiuchumi. Nimesikia baadhi ya vipaumbele kutoka kwa waziri. Lakini lazima tufahamu kwamba kijana ni mtoto aliyekuwa na mtoto anatokea kwenye familia. Kwa hiyo, uh, mimi nikipata nafasi ya kushauri ningemwambia mheshimiwa waziri pamoja na mambo yote na mipango yote ya serikali, lakini lazima kuwe pengine na campaign au mpango maalum wa wizara kuhakikisha kwamba jamii, familia na nchi yetu kwa ujumla inamwandaa kijana, kwa sababu kwenye malezi na makuzi Ee, kijana kule ndo anakoandaliwa kwa sababu ni mtoto ambaye amekua, lakini kwa upande sasa wa serikali tunafahamu kutakuwa na mipango mingi ya uwezeshaji wa vijana ee, lakini lazima e, tudili sana na masuala ya mentality, kwa kwa sababu sababu kinachowasumbua vijana vijana wengi. Kwa sababu unajua vijana ndio watu ambao wenye matishio mengi. Ukiangalia idadi ya watu ambao wanakula madawa kulevya ni vijana ee, ukiangalia siku hizi kuna mambo ya ushoga na usagaji ni vijana, kubeti ni vijana. E, yani siku hizi tunatengeneza generation ya vijana ambao wako soft, vijana ambao wanaamini katika shortcut. Kwa hiyo kuna kujenga vitu na kujenga watu. Kwangu mimi e, tuwe na mpango wa kujenga watu, lakini kwenye masuala ya uwezeshaji e, tunafahamu iko mipango mingi katika serikali. Kuna ile asilimia kumi e, lakini pia nakumbuka hata wakati hatujawa na hii wizara ya vijana. E, kulikuwa kuna ile idara kwenye ofisi ya waziri mkuu pale, kulikuwa kuna pesa kwa ajili ya kuwakopesha vijana na nini. Kwa hiyo lazima vijana wa, waangaliwe katika namna ya kujengwa, lakini pia katika namna ya, ya, ya fursa. Na ukienda mbali zaidi u, utaona kwamba hakuna namna nyingine zaidi ya kumtegemea vijana. Ndio maana serikali imeshaanza kupiga hatua. Tazama hata baadhi ya miula ya, ya, ya, ya ya shule sasa hivi watoto wanaanza darasa la kwanza akiwa na miaka sita na wanamaliza darasa la sita ili aanze kuzalisha akiwa kijana. Kwa hiyo serikali imeshapiga hatua katika kumtazama kijana, lakini lazima kijana, jamii, lakini pia familia nazo zi, zibadilike. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri tumepata wizara sahihi kwa wakati sahihi, na matarajio yangu ni makubwa, kwa sababu najua waziri mwenye dhamana wizara ile ni mtaalamu na mbobezi kwenye masuala ya vijana. Naam e, tumepata maoni pia katika mikoa mingine mbalimbali, lakini kwa maslahi ya muda tumalizie kwa hapa studioni na e, e, Malekela moja na Marcel kwa dakika moja moja, mapendekezo yetu ni nini hasa katika kumalizia? Asante, mapendekezo yetu kama vijana, kwanza, wizara kama wizara sasa itengeneze platform za vijana zenyewe, lakini pia kuundwa sasa kwa baraza la vijana ambalo litasaidia zaidi kuibua zile changamoto za vijana kutoka chini na ziweze kumfikia moja kwa moja, iwe sehemu ambayo itakuwa space kwa ajili ya vijana, ili mawazo na maoni yaweze kupatikana, lakini pia yaweze kufikishwa sehemu husika kwao. Natamani iwe kama sehemu ya ziundwe platform mbalimbali ambazo zitaengeji vijana ambao watashiriki na kushirikishwa kwenye maswala yao ya vijana hasa, hasa baraza kama vile Zanzibar wao wana baraza la vijana. Sasa natamani na sisi kwa, kwa, kwa, kwa huku bara tuwe na baraza la vijana ambalo litajumuisha e, litaibua zile changamoto kutoka chini na kuze, kuweza kuzifikisha huko juu. Na hili baraza sasa lisiwe si inazungumzia kwenye, kwenye upande mmoja liwo, inajumuisha mawazo yote ya vijana kutoka kwenye maeneo tofauti tofauti. asante. Mm -hmm. kwa, kwa Marekela. Asante sana. Mambo mawili kwa upande wangu, la kwanza uh, waziri yupo, tuna, tuna matarajio makubwa sana kwake, lakini kwa kweli kuna watu ambao wanafanya nao kazi ambao wale watu wakifanya kazi vizuri kidogo tu, kazi itakuwa nzuri zaidi. Kwanza afisa vijana wa mkoa Ee, kuna maafisa vijana wa katika ngazi ya halmashauri huko chini, lakini pia mpaka kule chini kwenye kwenye kata kule kuna namna fulani, ukifanya kazi vizuri kwa ushirikiano itasaidia kushughulikia changamoto za vijana. Kwa hiyo la kwangu mimi ni hilo, waziri aone namna ya kuweza kuimarisha ushirikiano na hao viongozi wa chini, ili mambo yawe rahisi. La pili ni swala la uh, vijana kwenye nafasi za maamuzi. Uh, kwa hali ilivyo na politika kacha yetu ilivyo ni ngumu sana vijana kuwa kwenye boksi la kura kwenda kupigiwa kura na hata uchaguzi uliopita huu, mnaweza ukawa mnaona kwamba vijana ni wachache ambao wanagombea kupigiwa kura. Sasa ni lazima kuweza kuona namna ya kutunga sheria au kurekebisha sheria uh, ya vyama vya siasa ili mwisho wa siku kuvilazimisha eh, viwe uh, kwa mujibu wa sheria vinapitisha idadi fulani ya watu wawe vijana kwa sababu nchi yetu ina vijana wengi mm. Na kwa utaratibu huu ulivyo hivi sasa, ni ngumu vijana kupita kwa utaratibu wa kawaida, kwa lazima kuwa kuna sheria ambayo itavilazimisha vyama vya siasa kupitisha vijana kwenda kugombea ili kuongeza vijana kwenye nafasi za maamuzi. Naamini mm. kama uchaguzi uliopita kungekuwa kuna vijana wengi wanagombea, mm. sidhani kama kuna vijana ambao wangeshiriki kwenye kuvuruga kwenye uchaguzi. Asante mm. Shukran sana asanteni sana, uh, Jose Brighton Malekela pamoja mm. na Edward Masele kwa kujumuika nasi kwenye mjadala huu uh, kwa sababu ni matarajio ambayo yapo, na kwa sababu ni mjadala endelevu, basi tutaangalia uh, kuchambua zile hatua ambazo wizara mpya itakuwa ikizipiga katika kushughulikia masuala ya, ya vijana tunakamilisha hivyo na